hatimaye kisha kutumia pombe kali ya kulevya, bwana moja mkaji wa kijiji moja ya mkoa wa Ishungu wilayani Kabare amempiga vikali mke wake na kuharibu migomba shambani kwa kuonesha hasira yake juma inayokwisha. Cesaire Nyamunia Sejos. Nitakata mutu, ni kauli ya bwana huyo aliyesemea kupumzi moja mara mia, wakati alikutana bibi amekata ndizi ndani ya migomba yao sababu ya njaa na watoto, hii ya kufanya vitu bila kuharifu nyumbani kumbe bwana alikuwa alishauzisha ndizi hiyo na kuidumbamo vila. Bwana alichukuwa mupanga amukatekate, kenye kilimutuma bibi, vile anamjua simba dume sina uruma huyo. Alichukuwa mtoto mudogo akasepa hadi kwa ba mukwe, ambaye alinena nilishaka shindwa na bwana ako kisha kusahivi barua vitatu licha hata kupiga tena. Leo ona sasa, huyo aliwekwa korokoroni na kuchapwa fimbo mingi alipoachiliwa akisharudisha ufahamu juu ya kileo, aliomba msamaha na kujuta. Hapo hapo aliletea ujumbe kuwa hiyo jana alipiga washamuka wa baraza ya kiongozi wa kijiji na kawapasulia ako manguo wote waine, kisha kushauriwa na baadaye akaenda katakata migomba yote shambani kwa alama ya kumuua bibi yake. Kusikia hivyo, alisema toba, Mungu wangu nitafanya Je, wenjo chef na makali yako iliyozidiwa na ujinga. Fanya yote ila usisahau kwamba kumbukumbu kumbu itabaki. Ilimalizia washamuka hao. Ni kiripoti toka Katana, Cesaire Nyamunia Sejos kwa niaba ya radio maendeleo. Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka radio club. Asante kwa nyote ambao umentega sikio.